Wizara ya Mambo ya Nje imetoa taarifa kuhusiana na ushirikiano baina ya serikali ya Tanzania pamoja na Umoja wa Ulaya. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje nchini Tanzania, wamesema kwamba Tanzania yaongeza ushirikiano wa kimkakati na umoja wa Ulaya katika mwelekeo mpya wa diplomasia inayozingatia matokeo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na umoja Ulaya ya ya wa Ulaya kufuatia mafanikio ya ziara ya mashauriano ya ngazi ya juu yaliyofanyika mjini Brussels Ubelgiji. Ziara hiyo iliongozwa na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Baruzi Mahmudu Thabiti Kombo. Katika ziara hiyo Mheshimiwa Waziri Kombo alizungumza na viongozi wa wakuu wa Ulaya wakiwemo makamu wa rais wa tume ya Umoja wa Ulaya, mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya wasila mambo ya nje na usalama, mheshimiwa Kaja Kallas kamati ya kisiasa na usalama ambayo ni jukwaa kuu la ngazi ya mabalozi na umoja wa Ulaya kwa ajili ya uratibu wa sera za mambo ya nje, usalama wa ulinzi, makamu wa rais wa bunge la Ulaya Mheshimiwa Hunos Omarje na, na kamishna umoja wa Ulaya anayeshughulikia ushirikiano wa kimataifa Mheshimiwa Jose Sikela. Ushirikiano huu unaakisi mwelekeo wa kidiplomasia ya Tanzania yenye kujiamini, inayozingatia maendeleo, maslahi ya taifa, ushirikiano unaolenga matokeo na ushirikiano wa kimataifa unaotekelezeka. Akiambatana na waziri wa nchi ofisi ya rais Mheshimiwa profesa Pramagamba Kabudi waziri kumba alifanya mashirikiano ya kina na Mheshimiwa Kanja Kala asiyo aliyolenga kuimarisha ushirikiano wa vitendo kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya hususa katika maeneo ya amani na, na, na, na usalama na inchi, Ulaya, na na wa kikanda biashara inayozingatia utawala wa sheria uwezeshaji wa uwekezaji pamoja na mifumo thabiti inayotabirika ushirikiano yosaidia utekelezaji na ufanisi wa miradi. Ziara hiyo ilijumuisha mashauriano na kamati ya kisiasa na usalama PSC katika makao makuu ya taasisi kuu za Umoja wa Ulaya. Kamati hiyo inayoundwa na mabalozi wa nchi wanachama ishirini na saba Umoja wa Ulaya na kuongozwa na balozi wa rais unaohudumu baraza la Umoja wa Ulaya ndio chombo kikuu cha ngazi ya mabalozi kinachounda na kuongoza sera za mambo ya nje ya usalama na ulinzi wa umoja huo. Katika kikao hicho, Mheshimiwa Waziri Kombo alizungumza na kila mjumbe na kusisitiza umuhimu mkubwa ambao Tanzania inaipa taasisi hiyo muhimu ya kimkakati. Waziri Kombo alipata fursa kwa sana mitazamo ya Tanzania ndani ya mifumo ya umoja wa Ulaya ya ya uundaji wa maamuzi na kuthibitisha tena nafasi ya Tanzania kama mshirika wa kuaminika. Na katika ngazi ya kibunge, Mheshimiwa Waziri Kombo alifanya mazungumzo katika bunge la Ulaya ikiwemo mikutano na makamu wa rais wa bunge hilo Mheshimiwa Yunus Omarje. Mikutano hiyo iliimarisha diplomasia kibunge, ya kibunge kama nguzo muhimu ya uhusiano kati ya Tanzania na Umoja wa Ulaya na kusaidia ushirikiano wa muda mrefu katika masuala ya biashara, utawala bora na mahusiano kati ya watu na watu, masuala ya ushirikiano wa maendeleo na uhamasishaji wa uwekezaji Miongoni mwa ajenda kuu katika mazungumzo na Kamishna Joseph Skela ambaye jukumu lake ni kujenga ushirikiano wa kimataifa ulioendelevu na wenye manufaa ya pande zote, Tanzania ilisisitiza kipaumbele chake cha ushirikiano wenye miradi inayotekelezeka na yenye athari kubwa, unaosaidia ajira, maendeleo ya ujuzi, uongezaji thamani na miundombinu imara, sambamba na ajenda ya taifa ya mabadiliko ya kiuchumi na kijamii mwelekeo wa sera ya mambo ya nje ya Tanzania. Mashauriano ya Blasos yanaendana kikamilifu na maono ya sera ya mambo ya nje yaliyobainishwa na Mheshimiwa wa daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hotuba yake ya mwaka mpya kwa mabalozi iliyofungua ukurasa mpya wa diplomasia ya Tanzania. Mheshimiwa Rais Samia ali alisisitiza msimamo na ujengo juu ya uhalisia, heshima kwa mamlaka ya taifa na mawasiliano endelevu na washirika wote. Mwelekeo huu unathibitisha dhamira ya Tanzania katika kuimarisha mfumo wa ushirikiano wa kimataifa na kufanya kazi kwa ukaribu na wadau wote kwa ajili ya ustawi wa pamoja, amani na maendeleo endelevu.